Takriban watu kumi na wanne wamefariki dunia na zaidi ya wengine 750 kujeruhiwa baada ya kutokea mlipuko mkubwa katika bandari ya Shahid Rajae, kituo kikubwa zaidi cha biashara cha meli nchini Iran, karibu na mji wa kusini wa bandari Abbas. Mlipuko huo umetokea Jumamosi asubuhi na kusababisha uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na kuvunjika kwa madirisha na paa za majengo ya karibu pamoja na magari kuharibiwa vibaya. Mashuhuda wamesema kuwa athari za mlipuko huo zilihisiwa hadi umbali wa kilomita 50 kutoka eneo la tukio. Video zinaonyesha moto kikua kwa kasi kabla ya mlipuko mkubwa na watu wakikimbia, huku wengine wakionekana wamelala barabarani wakiwa wamejeruhiwa na kuzungukwa na mabaki ya magari na moshi mzito. Mamlaka za Iran zimesema kuwa mlipuko huo ulitokana na moto ulioanzia katika sehemu ya kuhifadhi kemikali hatari. Kampuni binafsi ya usalama wa baharini Ambrey Intelligence imesema mlipuko huo ulihusishwa na usimamizi mbaya wa mafuta ya rocket yaliyokusudiwa kutumika katika makombora ya Iran. Ripoti ya Ambrey pia imedai kuwa meli yenye bendera ya Iran ilishusha shehena ya mafuta ya rocket ya sodium perchlorate katika bandari hiyo mwezi Machi 2025. Awali gazeti la Financial Times liliripoti kuwa meli mbili zilisafirisha mafuta hayo kutoka China hadi Iran taasisi ya kudhibiti maafa ya taifa ya Iran imeeleza kuwa tayari walikuwa wametoa maonyo kwa uongozi wa bandari ya Shahid Rajae kuhusu usalama wa hifadhi wa kemikali hizo. Picha za anga zinaonyesha maeneo matatu tofauti yakiteketea kwa moto huku moto ukiendelea kusambaa kutoka kontena moja kwenda nyingine. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran alithibitisha kuwa moto huo ni mgumu kudhibiti kutokana na aina ya vifaa vilivyohusika. Shule na ofisi katika eneo hilo zimefungwa hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Iran ilieleza kuwa mlipuko huo haujahusiana na mitambo ya kusafisha mafuta, matanki ya mafuta wala mabomba ya mafuta nchini humo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alieleza masikitiko yake kwa wahanga wa tukio hilo na kuagiza uchunguzi wa kina kufanyika huku akimtuma wa waziri wa mambo ya ndani kuongoza uchunguzi huo moja kwa moja katika eneo la tukio. Mlipuko huo umetokea wakati mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yakiendelea kati ya maafisa wa Iran na Marekani yakisimamiwa na wapatanishi kutoka Oman. Rais Trump amekuwa akisisitiza kufikiwa kwa makubaliano yatakayoizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran imeendelea kusisitiza kuwa haitasitisha urutubishaji wa uranium ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia.